Ni moja ya siri ambazo watu wenye nguvu hawapendi uzijue. Wakati mwingine kuonekana mjinga ndiyo njia ya kudhibiti mchezo. Acha tuendelee na kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu sheria ya 21: Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. Jifanye mjinga ili umshinde mjanja, onekana mjinga kuliko unavyolengwa. Katika dunia ya nguvu na ushindani, akili peke yake haitoshi. Mara nyingi si yule mwenye akili zaidi ndiye hushinda, bali ni yule anayejua jinsi ya kuwafanya wengine wajione wako juu. Sheria ya 21 ya The 48 Laws of Power inafundisha mbinu ya kisaikolojia ambayo wengi huiogopa au kuipuuza. Wakati mwingine kujifanya hujui au kuonekana wa kawaida zaidi kuliko ulivyo, ni silaha kubwa kuliko kuonyesha akili yako hadharani. Binadamu wengi hupenda kujiona wana akili, wanajua, na wako mbele ya wengine. Ego ya mtu inapolishwa, tahadhari yake hupungua Anapoanza kujiona ndiye anayekudhibiti, anakosa kuona kuwa wewe ndiye unayeongoza mwelekeo wa mchezo. Unapojifanya hujaelewa au unapojionyesha kama huna tishio, unampa mtu nafasi ya kujilegeza. Anazungumza zaidi, anaonyesha mipango yake na anafichua udhaifu wake mwenyewe bila kujua. Kuonekana mjinga hakumaanishi kuwa mjinga kweli, ni mkakati wa kuficha nguvu zako halisi. Watu wanaonyesha akili zao kila wakati huwafanya wengine wajihisi wadogo, na hilo huamsha wivu, ushindani na uadui. Lakini mtu anayejifanya wa kawaida huonekana salama, hahatarishi ego za wengine. Badala yake huwafanya wajiamini kupita kiasi, ndipo wanapokosea, wanapodharau na wanapokupa mwanya wa kupenya kwa faida. Wasiojua maana ya ego Ego ni taswira au picha ambayo mtu anayo kuhusu yeye mwenyewe. Ni ile sauti ya ndani inayomwambia mtu, Mimi ni bora. Mimi najua zaidi. Mimi sistahili kudharauliwa. Mimi napaswa kuheshimiwa. Ego ndiyo sehemu ya mtu inayotaka kuheshimiwa, kuonekana ana akili, kuonekana ana nguvu. Kuonekana ana thamani mbele ya wengine. Sio lazima ego iwe mbaya. Ego inaweza kumfanya mtu ajithamini. Lakini ego inapokuwa kubwa au dhaifu sana inakuwa hatari, kwa sababu mtu huanza kufanya maamuzi ili kulinda picha yake, si kwa mantiki. Katika mazingira ya kazi, mtu anayejionyesha kama anajua kila kitu, mara nyingi hujipatia maadui. Wenzake huanza kuona tishio na wakubwa huanza kujisikia kama wanapimwa au kupingwa. Lakini yule anayejifanya bado anajifunza, anayesikiliza zaidi kuliko kuongea na anayewaacha wengine waonekane kama wanaongoza, mara nyingi hupata taarifa nyingi zaidi, hupata ulinzi wa ego za wakubwa na hupewa nafasi ya kukua bila kupingwa sana. Kwa nje anaonekana wa kawaida, lakini kwa ndani anajenga mtandao wa taarifa na fursa. Sheria hii pia inagusa tamaa ya binadamu ya kudhibiti. Watu wanapohisi wana nguvu juu yako, wanalegea, wanakuwa wazi, wanajisikia salama. Hapo ndipo wanapokosea. Unapojifanya huna nguvu, unawapa nafasi ya kukuonyesha kadi zao zote. Lakini ukionyesha nguvu zako mapema, unawafanya wafunge kadi zao, wajilinde na kuanza kukuona kama tishio. Hii si sheria ya udhalilishaji wa akili, bali ni sheria ya muda na mazingira. Kuna nyakati za kuonyesha uwezo wako na kuna nyakati za kuuficha. Hekima iko kwenye kujua ni lini uwe kimya, ni lini ujifanye hujaelewa na ni lini utoe uwezo wako kwa pigo lililopangwa. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana akili, bali ni kwa sababu walionyesha akili zao mapema sana na kwa kufanya hivyo walimpa adui wao muda wa kujiandaa. Mwisho wa yote, sheria ya ishirini na moja inatukumbusha kuwa si kila ushindi hupatikana kwa kuonyesha nguvu zako wazi wazi. Wakati mwingine, ushindi mkubwa hupatikana kwa kujifanya huna nguvu kabisa. Unapowaruhusu wengine wajione wako juu, unawafanya wapoteze umakini, na mtu aliyepoteza umakini tayari amekupa nusu ya ushindi. Kabla kujaribu kumvutia mtu kwa akili zako, jiulize, je, nikionekana mjinga kidogo leo, nitapata nafasi ya kumshinda kabisa kesho? Mara nyingi jibu litakuwa ndio. Hapo ndipo mkakati unapoanza kufanya kazi. Kama hii inakugusa, bonyeza like na kusubscribe sasa kwa sababu sheria inayofuata inaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyocheza mchezo wa maisha.